Jana kule Mombasa kulikuwa na wakora. Mtu alijitokeza akachukua form ya youthfund akaenda akachapa akachapa photocopy, alafu akaanza kuuzia vijana kwa laini, ati inatoka 50 shillings, inatoka 50 shillings, 50 shillings, you know, kuwapora, ati ukijaza hii utapata pesa. Ukora kabisa. Hizi fom za youthfund hakuna kitu inauzwa hapa, kila kitu ni bure, bila malipo. Kwa hivyo usidanganywe na mtu. Na mimi naomba DCI, najua bwana Kandia yuko hapa, kuna madamu yuko hapa pia ambaye anashughulikia, naomba hao vijana watafutwe. Hao vijana walikuwa wanafanya ukora Mombasa, watafutwe, wasafwe leo, wakamatwe kesho. Ukiwa kule katika nchi zingine, umeenda kama activist unataka kuandamana, unasikia unawashwa, unataka kuandamana, unataka kuwa activist huko, unataka kuchochea? Ingia ndege ukuje hapa weekend moja uandamane kila mahali, hiyo kutoke, urudi kazini, ukutoke urudi kazini, sababu ukienda kufanya huko maandamano ma, ya maandamano unachomea wakenya wengine. Hivi sasa tunaongea, kuna wakenya wamerudishwa, kuna wakenya kama I think, kumi na tano wamerudishwa, kuna watu waliandamana huko kaunti tofauti tofauti Wakenya kumi na watano kama wengi wakasimamishwa hao kumi na tano wakakuwa ni wale walikuwa wanaandamana wakarejeshwa nyumbani.